E bwana, mambo vipi mtazamaji wa Big Talent TZ, ni kukaribishe tena katika chaneli yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications YouTube, pamoja na masuala ya kuedit. Kwa siku ya leo mtazamaji, nipo katika upande wa kukuelekeza ni jinsi gani unaweza ukaondoa changamoto ya kingamuzi cha Azam TV antenna kugandaganda na kusclutch. Kingamuzi cha Azam TV antenna ni moja kati ya vingamuzi ambavyo vinatumiwa sana na watu wengi, kama wenyewe wanavyodai kwamba hakisumbuliwi na mvua upepo wala mawingu. Sasa ikitokea umenunua king'amuzi cha Azam TV antena ukakifunga vizuri tu, ukasearch channel zikaja zote, lakini ukiplay channel unaangalia, baada ya dakika kadhaa kinagandaganda na kinaanza kuscratch, hali ambayo inapelekea mpaka unasema I say, ving'amuzi vya Azam TV antena havifai no. Hauja seti vizuri tu katika video hii ukifuatilia steps ambazo nitakupa basi, utaondoa kabisa changamoto la scratch katika kingamuzi chako cha Azam TV antenna au kuganda ganda. Hatua ya kwanza kabisa, chukua remote ya Azam TV antenna yako. Nafahamu kwamba kuna aina tofauti tofauti ya vingamuzi vya Azam TV, lakini vyote vitakuwa na sehemu ya setting. tafuta sehemu ya setting kisha bonyeza. Utakuwa tayari umeingia katika sehemu ya kuseti mipangilio ya kingamuzi. Ingia sehemu ambayo imeandikwa channel search ambapo utakutana na options kama auto scan, ambapo eneo hili uliingia mara ya kwanza kabisa ulipo search channel zako za Azam TV zote, na option nyingine utaona imeandikwa manual scan mm. Hapo ndipo unapotakiwa uingie. Bonyeza eneo hilo, utaona vipengele kama channels, ambapo itaonyesha namba ya channel zote zilizopatikana. Tunaweza tukaanzia hapo, bonyeza sehemu ya next kisha next kisha next mpaka channels, ambazo ni idadi ya channels zinazopatikana katika kingamuzi cha Azam TV antenna, kama ni 32 au 33 au 35 na na kuendelea. Sehemu nyingine ni frequency, kutokana na eneo unaloishi. Baada ya kusearch kwa kutumia auto scan, italeta frequency inayoshika katika eneo lako hilo, inaweza ikawa ni mia tatu au mia nne na something inatakiwa upandishe frequency ifike mpaka mia tano na sabini na hapo utakuwa tayari umeseti. Hama, utaona kwa chini kuna kipengele kinachosema strength au intensity, na sehemu nyingine imeandikwa quality. Wakati unafanya hizo settings zako, hizi sehemu zitakuwa zinapanda na kushuka. Inatakiwa sehemu ya strength au intensity iwe na asilimia sabini na kuendelea na ile sehemu ya quality inatakiwa iwe na asilimia sitini na kuendelea. Utazipataje hizi asilimia sasa? Ikiwa inapanda na kushuka, unatakiwa kwenda kuzungusha antena yako. Unaweza kumwacha mtu ndani akawa anakuangalizia numbers, wewe ukawa unazungusha huko nje. Kwa wakazi wa Da, inashauriwa uitege antena yako iwe na uelekeo wa airport ya Mwalimu Julius Nyerere ili kupata frequency, na ukipata bahati inaweza ikasoma strength au intensity asilimia mia na quality asilimia mia na hapo sasa, chukua remote yako, kisha baki mpaka eneo la home. Anza kuangalia hizo channel zako ambazo zilikuwa zinagandaganda ganda mara ya kwanza, utaona zikiwa zinaonyesha vizuri kabisa. Yes, na hivyo ndivyo unaweza kuondokana na changamoto ya channel zako kuscratch au kugandaganda katika king'amuzi chako cha Azam TV antena. Nadhani utakuwa umejifunza unaweza ukafanya hivyo. Kama bado hiyo changamoto kwako kwa ipo Naitwa Salumu, Salo the Genius, unaweza kuniita Salo ukipenda. Endelea kufuatilia kufatilia Big Talent toka kujifunza vitu vingi, usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya, ili uendelee kujifunza kila ninapokuwa naweka video mpya. Tukutane tena hapo baadaye, endelea kuenjoy.